Kwa wale ndugu zangu ambao mwaka huu wana mpango wa kwenda kuchukua degree, hii video itakusaidia kufahamu kujua kozi zenye fursa nchini Tanzania. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Kozi namba moja ni ualimu education. Ni wazi kuwa education ina wanafunzi wengi lakini unapozungumzia ualimu bado kuna fursa za kwenda private, lakini pia ajira zake zikitangazwa huwa zinakuwa nyingi ukilinganisha na kozi nyingine. Kozi namba mbili ni kozi za afya. Hapa naongelea kozi kama udaktari, famasia, nursing. Bado kuna uhitaji sana wataalam wa afya, bado wanahitajika mno nchini Tanzania. Ukiangalia mijini, vijijini, wataalam wa afya bado kuna uhitaji. Kozi namba tatu ni kozi ya engineering. Hapa anaongelea kama electrical engineering, civil engineering na engineering zinginezo, kwa sababu bado kuna makampuni yana uhitaji wa mainjinia. Kwa hiyo fursa siyo serikalini tu, hata private bado mainjinia wanahitajika. Kozi namba nne ni sheria au unaweza ukaita kwa Kiingereza law. Maeneo ya mjini, ukiwa advocate au wakili uliyebobea mno, ni ngumu sana kukosa michongo kila siku. Wanasheria waliobobea wanahitajika mno. Kozi namba tano ni kozi ya bima, unaweza ukaita kwa kizungu bachelor of science in insurance and risk management. Sasa hivi Afrika kuna mlipuko wa makampuni ya bima, yanahitaji wataalam waliobobea haswa kwenye mambo ya bima. Kwa hiyo ukiwa umebobea vizuri kwenye mambo ya bima, ni rahisi sana kupata michongo. Na kozi namba sita ni uhasibu, kwa kizungu unaweza ukasema bachelor degree in accounting. Taasisi yoyote lazima muhasibu awepo. Kwa hiyo, uhasibu sio serikalini tu, hata private bado kuna uhitaji.